Mwamuzi Amin Muhamedi Omar haja pepesa wala haja mumunya maneno. Kipyenga chake kimesikika kisema kwamba ni madhami amechezwa ndani ya eneo la penalti. And yes it was inside the penalty area. Pakome Zuzwa aliucheza mpira lakini mwili wa Musa Kamara uka obstruct ukamzuia njia pin Kamara amelinda kwa dakika nyingi vizuri. Fabrice Ruamba Ngoma anamwambia kaa pale, ulifanya vyema dhidi ya Ismailia. Com pedo zuzwa kwenye zile tano ni kuibia siri. Novemba tano, yendo aliweka mkwaju wa penalty. Atafanya nini? Pedro Pacom Zuzwa anapiga hatua zake na kuhesabu. Pedro Pacom Zuzwa ambaye anabeba furaha ya wananchi, ambaye anaamini wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia. Kwa utulivu mkubwa kabisa maguu kumi na mbili amemhesabia na upande wa kulia, antisipesheni ya golikipa alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto <mulia>